Siku ya leo nisikilize sana kwa makini maana yale unayofikiria ni ya kawaida hayako kama unavyofikiria na ukweli ndio huu. Moja, usiache mlango au dirisha wazi usiku wa manane. Rafiki yangu, ukiwa unaacha mlango au dirisha wazi usiku wa manane, unakaribisha kitu ambacho hukioni kuingia ndani ya nyumba yako. Na ishara za kwanza zitakuwa hizi. Vyombo kuanguka vyenyewe bila mtu kuangusha hisi kuna mtu nyuma yako, ukigeuka hakuna. Husikia hatua za miguu usiku, lakini humuoni mtu. Nywele zako kusisimka ghafla, mwili wako kupata baridi isiyo ya kawaida na kusisimka kupitiliza. Ukiona ishara hizi ujue hawako nje, wapo ndani ya nyumba yako. Pili, ukiitwa usiku na anayekuita hayupo, usiitike kabisa. Kama usiku unasikia jina lako linaitwa Sauti ni kama ya mtu unayemjua lakini ukiangalia hakuna mtu. Usijibu, usiseme neno, kwa sababu ukiitika umekubali wito na huo ni wito wa kichawi na nguvu chafu. Matokeo yake si ya haraka lakini yatakuja polepole pole. Anguko la maisha litatokea, kuporomoka kiuchumi, magonjwa yasiyoeleweka, kuvunjika kwa mahusiano kupotea kwa malengo bila sababu. Wengi waliitika na hawakuwahi kuwa vile walivyokuwa. Tatu, usilale kifudifudi au mgongo wako ukiwa juu. Kama haupo karibu na Mungu, rafiki yangu, hili ni hatari sana. Kulala kifudifudi au mgongo wako ukiwa chini na uso juu kuna kufanya jicho la roho au jicho la tatu kufunguka kwa urahisi sana, na kama wewe si mtu wa maombi, haupo karibu na Mungu wako akili yako imejaa hofu na mawazo mabaya, unakuwa wazi kiroho. Wachawi na waganga wanaweza kukutumia kirahisi sana ukiwa usingizini. Ndio maana wengine huamka wakiwa wamechoka bila kufanya kazi. Nne, usilale kwenye chumba chenye nguo chafu. Hili wengi hulipuuza, lakini ni zito sana, rafiki yangu. Nguo za binadamu hubeba mizunguko ya roho, kwa sababu mchana umepita maeneo tofauti, umekutana na watu tofauti, umepokea hisia na nguvu tofauti. Ukilala na nguo chafu chumbani, unalala na mizigo isiyo yako. Ndio maana unapata ndoto zisizoeleweka, unahisi mzito usingizini, unakuwa na hofu bila sababu. Tano, usikae gizani kabisa ukiwa peke yako usiku. Giza si rafiki wa mawazo yako. Giza huongeza hofu, giza huleta picha ambazo washa hata taa ndogo. Usichezee giza ukiwa peke yako. Tahadhari ya mwisho, kama kuna jambo lolote kati ya haya unalifanya, acha mara moja. Usiku una sheria zake, si kila kitu cha kupuuza, si kila sauti ya kujibu. Umeonyeshwa, usipuuze. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment maoni yako. Asante.